Karibu pendwa, tuendelee na ujumbe wetu kuhusu mwanamke mrembo sehemu ya tano. Naitwa Askofu Mkuu Zakias Mwangangi. Kwa hii video tutazungumzia kuhusu jinsi mwanamke anastahili kuwa chini ya mamlaka ya Mungu. Wanawake wote kwanza kabisa wamewekwa chini ya mamlaka ya Mungu na wanapaswa kujisalimisha kwa mpango wa Mungu. Petero wa kwanza fungu cha tatu mstari wa kwanza mpaka wa saba unazungumzia juu ya amri ya Petro kwa Wakristo, asaa kwamba wanapaswa kuwa chini ya mamlaka ya kibinadamu hapa. Anawaambia wake wa Kristo wajitiishe kwa waume zao, hata waume wasioamini. Kwa nini? Kwa sehemu ni kwamba wanaume wao waweze kuvutwa kwa Kristo kupitia mfano wa maisha ya wake zao. Waliobadilishwa na Kristo. Wakristo pia wanaamuriwa kuwaheshimu wake zao au kuhatarisha kuzuiliwa maombi yao. Sio wanawake wote watakaoolewa, kwa sababu ndoa ni kipaji, lakini wanawake wamepewa na Mungu kuwa wasaidizi na ikiwa wameolewa, wanaotajika wana wanahitajika kunyenyekea kwa waume zao wenyewe. Uhusiano ambao ulipotoshwa na dhambi pale shambani Edeni ukombolewa na mke kwa iyari kwa kujitiisha kwa mme wake na mme wake kumpenda mke wake kwa upendo pia wa kujitolea pendwa yote ni kujitolea. Mwanamume na mke kujitolea kuweza kujitiisha aka, kwa mume wake na mume wake kujitolea kwa ajili ya kumpenda mwanamke. Katika kitabu cha Waefeso tano ishirini na mbili na ishirini na nne. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, aa, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye Mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Wanawake mpendwa, wameumbwa kuwa wa mama. Iwe Mungu amewapa uwezo wa kuzaa watoto kibayolojia au kutunza watoto ambao sio wao wenyewe, wanawake bado Mungu amewapa kibali cha malezi, hata kwa wote wanao kihitaji okay. Katika kitabu cha Zaburi mia kumi na tatu na mstari wa tisa yee, inasema uweka nyumbani mwanamke aliyetasa awe mama wa watoto wenye furaha. Kwa hivyo wanawake wameitwa kufanya kazi iwe nyumbani au la, au la, kwa kuwa Mungu aliwapa mamlaka dominion, pamoja na Adamu. Hasta hata hivyo, mwanamke anapaswa kutanguliza mambo ya nyumba yake kwanza katika kazi zote anazofanya. Yes, mulipewa na mwanaume to dominate, ama dominion, ili kutiisha ulimwengu lakini mwanamke usisahau sehemu yako na nafasi yako. Hata ikiwa umeajiriwa huko kazi, uchukue nafasi yako mahali uliwekwa na Mungu katika maisha haya ya ndoa. Mwanzo moja ishirini na sita inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Naposoma Mithali thelathini na moja mstari wa kumi na tatu mpaka kumi na sita neno lasema utafuta sufu na kitani hufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Afanana na merikebu za biashara, huleta chakula chake kutoka mbali. Tena huamka kabla haujaisha usiku, huwapa watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao. Huangalia shamba akalinunua kwa mapato ya mikono yake upanda mzabibu. Mwanamke alipewa kufanya kazi hizo zote na anapaswa kubaki imara na jasiri katika ushuhuda wake kwa ajili ya Kristo. Hii ina maana kwamba mwanamke aogopi kufanya mambo magumu, maana pia alipewa uwezo huo, lakini ajitiishe chini ya mwanamume. Mithali 31:17 inasema, ujifunga nguvu fiunoni kama mshipi, utia mikono yake nguvu. Kwa hivyo mpendwa, wanawake katika Bibilia huelekeza ujasiri huu kwa mwanamke wa kisasa. Mume, mume wa Abigaili alipotenda kwa upumbavu katika kitabu cha Samueli wa kwanza 25:14 paka 35 Abigaili alitafuta kuchukua hatua kuokoa nyumba yake, maana Abigaili yaani, kwa sababu mume wake alitenda mambo kwa upumbavu. Kwa hivyo Esther pia naye aliacha maisha yake ili aweze kupata kuzungumza na mfalme ili kuwaombea watu wa Israeli. Unaposoma Esther ine kumi na tano na kumi na sita neno linasema uende ukawakusanye Wayahudi 15. Uh, basi Esther akawatuma ili wa mjibu Mondekai. 16 uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mukafunge kwa ajili yangu, musile wala kunywa muda wa siku tatu usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vilevile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mukafunge kwa ajili yangu, musile wala kunywa muda wa siku tatu usiku wala mchana, nami na wajakasi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Wanawake walipewa uwezo mkubwa na nguvu nyingi na ni vizuri kuzitumia, lakini wajitiishe mahali Mungu alipowaweka. Sifa nzuri ya mwanamke uh, sifa nzuri ya mwanamke ama za mwanamke anaye uh, zungumziwa katika neno la Mungu zitamfanya aishi maisha ya utofauti siku baada ya siku, kutoka mwanamke hadi mwingine. Hakuna wanawake wawili wanaofanana, lakini hata hivyo Mungu anamwita kila mwanamke aweze kuishi maisha inayodirisha uke, uh, kadri jinsi alivyomuumba kwa ajili ya utukufu wake. Mwanamke aishi maisha ya kuweza kudhihirisha uke wake kulingana na jinsi Mungu alivyomuumba. Ilyo la maanisha weza kukataa viwango vya kitamaduni kwa mwanamke na kujitiishi kwa viwango vilivyowekwa na Mungu katika neno lake. Wapendwa, katika video ijayo tutaweza kuendelea na ujumbe wetu wa mwanamke mrembo sehemu ya sita kuhusu mwanamke katika ulimwengu ulioanguka. Baba wa mbinguni, ninakushukuru. Ingawaje ulimwengu na ulianguka, lakini ulimuumba Adamu na Hawa na ukawapatia kuweza kuutiisha na kuumwana, linapoomba ule uhusiano kati ya ule mwanamke na ule mwanaume mwanamke mrembo katika ule urembo uliomuumbia Mungu wakaweze kufaana, ili kazi iweze kuwa rahisi ya uumbaji wako, na wa, waishi wakiyatenda mapenzi yako. Neno hili liwe msaada kwa mwanamke mrembo kujijua ni nani, kwa nini akaumwa, na anastahili kufanya kazi gani, na wabariki katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu awabariki na wasaidie ili kuweza kuelewa mpango wa Mungu kuhusu uumbaji wa mwanamke mrembo. bye bye.